Yes, hii ni Dartaarifa. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, ebwana. Katika clip mm, ambazo zinazo trend huko mitandaoni ni baada ya Nandy na shughuli yake inaitwa Nandy Kibao kata. Ume bwana kwenye Nandy Kibao kata imetokea vitu vingi vya ajabu ajabu na vitu ambavyo vya kushangaza sana bwana. Nandy alitualika baadhi ya wasanii kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya shughuli yake ya Nandy Kibao kata ambao ilifanyika katika maeneo ya nyumbani kwake, na baadhi ya wasanii wengi sana walihudhuria katika shughuli hiyo, ukimwona hapo Wema Sepetu ina kajala. He, na baadhi wengi wengi sana wamehudhuria katika shughuli hiyo, na ilikuwa imefaa na ilikuwa imependeza sana, na lengo hasa hii shughuli ilikuwa imewalika sana watoto wa kike, na katika kipindi hicho walivyojialika na hata okay, ukiangalia shule yenyewe inaitwa kibao kata, yani ni mtindo wa unenguaji kwa wadada yani, zinakuwa zinapigwa ngoma fani za watu wa pwani, lakini huku manenguo wanakuwa wanayafanya sasa Tukiangalia kwenye hii clip ni vitu vingi sana vimetokea na vimehappen katika hii clip ambazo zimesharewa katika mitandao ya kijamii, na pia unaweza kuona pia baadhi ya wasanii kutoka sehemu mbalimbali walizuria katika hiyo kibao kata ambacho kile kimefanyika katika nyumba ya msanii Nandy, na pia kila msanii alionyesha umaridadi wake, namna ya kukata mauno, namna ya kunengua tunasema watoto wa pwani kiuno bila mfupa. Sasa hata Nandy mwenyewe alionyesha yeye si wa mchezo mchezo, maana watu wengi wameshazeawa pale, hawako vizuri katika kunengua, lakini pia Kajala alikuepo, kama unamtazama hapo, alikuwa anamtunza DJ Mtasha, ambaye ndo DJ alikuwa amealikwa katika shughuli hiyo, na masaa wengi wengi sana walikuwepo na walipenda shughuli ya DJ Mtasha kwa sababu DJ Mtasha ni DJ ambaye anafahamika sana katika shughuli hizi za kibao kata, especially sana kwa wadato wa kike, na ilifaa ipendeza hapa kama unavyomuona Kajala anavyomwaga mahela sana. Lakini pia Juma Lokole alikuepo, kama unavyomuona Juma Lokole, pamoja na mtoto wa Kajala, walikuwepo katika shughuli hiyo ya Nandy Kibao Kata ni maselebriti wengi kama unavyoona anavyoona pale wanakuwa wanasherekea kabisa, wanafurahia namna shughuli hiyo ilivyokuwa inaenda, na watu wengi sana walikuepo, masta wengi sana walikuepo katika shughuli hiyo, na wengi sana walikuwa wamefurahia. Lakini pia tunamwona hapa Wema Sepetu akienda kumtunza dola, dola mia kampani dem Tasha, dola mia, yani kumwonesha yeye sio mchezo mchezo. Watu wametoa shilingi elfu kumi yeye katoa dola mia, yani kafunga kila kitu na huku anamwacha Lulu naye anakuja kwa DJ Mtasha kuja kumtunza, he, kumtunza DJ ambaye ndiye alikuwa amechaguliwa au alikuwa ndo mshereshaji wa shughuli hiyo, na wengi sana walifurahia DJ Mtasha akiwa anashughulisha sherehe hiyo, kama unavyoona Lulu na maga mahela hapo kwa DJ Mtasha. Hakika DJ Mtasha aliondoka na kibunda, ukiangalia hiyo mido, midola aliyoshusha Wema ukiona no na haya mapesa ambayo Lulu anayoshusha, lakini pia ukiangalia kibunda ambaye E, alikuwa ameshusha ni hatari sana. Na hapa tumeona tena Wema Sepetu na mwenzake wameenda na Lulu, wameenda mbele kucheza cheza, kufurahia. Lengo hasa ni kuwa hichi ni shughuli ya Nandy Kibao Kata, ni kwa ajili ya wadada na nanakua, wanafurahia na kuningua kwa hali ya umaridadi. Hii yote ni kutokana na kulekea mwisho wa mwaka, na hii pia ni vizuri sana kwa msanii Nandy kwa, kwa kuandaa shughuli hii na kualika wasanii wote na masta wote. Hii ni lengo ya kuwa kuweka karibu, kuondoa utofauti wowote ambao huko juu yao, na kila mtu wote akiangalia hapa anaona ehe. Watoto ni mashallah, naona hapa wako wadada wa ina tofauti. Lulu yupo hapa, Wema Sepetu, ehe, Kajala na mtoto wake wote wako hapa. Hee, wanashika. Hee, naona Nandy ameshika madola hapa ni mwendo wa dola, ni mwendo wa solari, ni furaha juu ya furaha. Hakika hii kibao kata, shughuli ambayo iliyofana sana, ilikuwa ni shughuli ya kipekee sana ambayo, hee, kwa wewe mtazamaji unavyoona sasa, hapa ndiyo Nandy akawa anaonyesha maridadi wake, sio ah, ah, wacha hee, yani hii ndio maridadi kwa Nandy anavyoonyesha, namna anavyosasambua. E, sasambua, sasambua, anaonyesha yeye mchezo, mchezo msimchukulie poa, msimchukulie na ufupi wake, msimchukulie E, ni wa kipekee pekee, waki namna ameonyesha umaridadi wake mmoja, e, hapa, na hapa e, anaonyesha namna yake, na mtu ambaye alishafuatilia au ameshashiriki hizi michezo ya kibao kata ni namna wa dada, yani vazi kubwa linakuwa ni dela, yani vazi kubwa linakuwa ni dela, alafu ndani linakuwa ndo shughuli, yani inakuwa ni dela tu. E, lakini pia Wozo alifika hapa, Wozo Masha, tunamuona hapa yuko na Lulu, wanafurahia kabisa shughuli. Wozo amepiga kanzu yake mwenyewe naye, wanafurahia. Lakini kwa original video hii pia hapa Wozo alikuwa anamuita mpenzi wake wa sasa hivi, ambaye pia ukumbuke kwa Wozo ameshaachana na Wema muda sana. Sasa hapa sio kama anakuwa anamtambia Wema, hatujajua, kama anamtambia na Wema, e, ni kama anamtambia Wema kidogo lakini Wema naye nahisi naye atajibu mapigo mbele ya safari au jibu, maana baada ya kuachana na, yu na anaangalia eh, Wema na, Wema na anakuwa kama hana habari, yani kama so yeye ilea mjuihi ni namna kipekee kabisa, eh, mtazamaji, eh, hii ndio kipekee. Na hapa tuko na huyu ndugu yetu Ali Anko nani, siju huyu naye ali left group, lakini naye amekuwepo hapa na hilo vazi lake la blue kama unavyoona eh, anayarudi naye mwenyewe, anaonyesha maridadi yake, anaonyesha kuwa yeye naye yupo kwenye hilo kundi na yeye yuko vizuri sana, hata kama mnamsema hata kama mnamwona yeye hafai, yeye kesha left group, lakini yeye anaona yuko sahihi na anaendelea na maisha yake. Huyu ndo Mawigi. Eh, yani kwa Dar es Salaam Tanzania nzima, ukitaka Mawigi unamfuata huyu jamaa kwenye page zake, na mtajua kwa nini anaitwa Anko Mawigi ni kutokana na nywele za kisasa ambazo wanauzia mastaa na watu mbalimbali maarufu, na ni maarufu sana, anafahamika, na yeye pia alikuwa hapo kwenye hii Nandy Kibao Kata, shughuli ambayo Nandi mwenyewe ndiye ayo alikuwa ameiandaa. E, ulinzi huko wa kutosha, kama unamwona bounce yuko pale pembeni yani. Wewe kama hujaalikwa kwenye hii shughuli huwezi ukaingilia tu vuvu vuvu, kitachokukuta utasimulia dunia, nyumba nzima, baba, majirani kwa ujumla kabisa. Lakini pia usisahau kusubscribe like, comment. Hii ni Dartaarifa e, TV, tunakuletea maisha ya mastaa, mambo yote yaliyotokea kwa mastaa e, na umbea wote unatokana na mastaa. Hapa tuko na Wema Sepetu. Sasa Wema Sepetu kaachana na dola, kama kushika hela e, anamwonyesha, mimi na hela, wewe, wewe unanchukuliaje? Mi na hela wewe, nabamshamba nachukulia, mshamba. Mi na hela, mi na hela, usimchukulia poa. Emlete kibegi changu, kibegi changu nikuonyeshe, mi na hela h, namchukulia poa. Emshika hela kwanza, wewe una njaa, mshika hela Shika hela wewe, unachukulia aje? Unazani mimi na njaa? Unachukulia mimi simpo? Unazani mimi dawa kumpa mtu dola mia eh. Katokea Nandy karuka, kampa dola, kambia chukua dola, kabadilisha, chukua dola, nakupa dola. Lulu ninampa ah, nampa yeye, kampa dola eh, nataka dola, kampa dola. Lulu kaanza kuyarudi, kashangilia, kapata dola tena, mafuta hapa. Anajua na hakika kurudi nyumbani, akama kuyarudi, na yeye kuonyesha sasa na, na mimi nipo kwa bada dola kutoka za Wema Sepetu. Sasa wanafurahia kwa, hey, Wema kacheka, Wema kacheka, Wema kafunguka E, lakini watu wengine naona bado hawajafurahia, sijui au labda naona donge, lakini hapa iko Nandy na Lulu wanaonyesha kwa namna eh wanavyofurahia, anamwonyesha yani, nimepewa dola mwanzo nimepewa dola, nimepewa elfu hela hizi, nimepewa na dola, kwa nini nisherekee? Eh, kwa nini sifurahie? awe masipota kama kutoka Tanzania, mnielewi vizuri, mimi nimekuwa nimejipanga, kampa dola MC, kampa hela babake, kampa hela, kampa hela, vipi? mnanichukulia poa hivi, mnanichukulia mimi poa, mimi na hela au nionaje? kampa dola Kamaliza kampa dola kudadeke, yani Mwema kaongea na madola yani. Huyu sasa hivi tunamwita Mwema madola. Sasa huku tunamwona bibie tena mwingine tena, huku anarukaruka mwenyewe huyo, ajaenda kutunza la nini, anajipepea tu, yuko na huyo mwenzake pembeni, wajaenda kutunza, wajaonekana kama ametoa hela, wanarukaruka tu wenyewe, wanasikilizia wamekula zao mashisha. Lakini kwa mbali tunamwona dada ambaye